Sasa niwapongeze wizara ya uchukuzi na mamlaka ya bandari Tanzania na mkoa wa Tanga wenyewe kwa kazi kubwa iliyofanyika katika kuboresha bandari hii. Hongereni sana. Wananchi watanufaika kwa fursa za ajira, imesemwa hapa, lakini pia wananufaika kupata mizigo kwa bei nafuu. Tukishusha hapa, wafanya biashara wa Tanga watapata mizigo kwa bei nafuu, wafanya biashara nao uh, watapata mizigo kwa haraka au kwa haraka zaidi na wataweza kusafirisha bidhaa kwa urahisi pia. Ha, hii kwetu ni kama fursa kwa kufunguliwa milango hii ya kuweza kushusha meli hapa zaidi ya mbili kwa wakati mmoja. Maana yake ni kwamba unafungua wigo kubwa la kibiashara, lakini sisi sasa kama Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba wateja wetu tutawafikia kwa urahisi. Kwa hiyo fursa hii sisi tunaichukua vema na tunampa kongole sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh, kwa, kwa kuendelea kuboresha bandari hizi, na tumeona jinsi gani ambavyo Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo tunaweza kushusha mizigo ya wateja wetu kwa haraka na kwa usalama zaidi. Sio maboresho kama haya, tuna, tunaendelea kuencourage serikali waendelee kuboresha bandari zote ambazo uh, zipo katika nchi hii.